Hawawezi msajili, hata kama ana sababu, hana mamlaka ya kutu, ya kutuzuia kushiriki uchaguzi mkuu. Mwendesha mashtaka wa, Mwende wa serikali anataka kutuzuia kwa kutufungulia kesi isiyokuwa na, na ushahidi ili niendelee kukaa mahabusu gereza kuu la Ukonga,